Dada Amina karibu sana. Asante. Mhm, umetokea wapi? umetusikia wapi? Mimi nimetokea Dodoma. Okay. Na nilikuwa nakufuatilia kwa muda mrefu sana. Mm -hmm. Ila tu nilikuwa sijapata nafasi ya kuweka mambo yangu sawa. Mm -hmm. Ila nilitamani siku moja nije nifike hapa. Mm -hmm. E. Okay. Ni kipi kilikuwa kinakufanya utamani kufika hapa? Uh, kwanza kabisa mi napenda kujishughulisha alafu. Wow. Ninapenda siku moja niwe na kitu changu. Wow. E, kwa hiyo sipendi. Wow. kumtegemea mtu, napenda. Wow. mwenyewe moja mm. ni jamii ilikuwa na miliki kitu fulani mm. au na kitu fulani wao wow. mm. ulikuwa unanisikiliza unanifuatilia eh, nilikuwa uh -huh. nakufuatilia sana hivyo mtandaoni vitu gani vilikuwa vinakuhamasisha? yaani nilikuwa napenda tu yani jinsi ulivyo unavyoshauri wanawake uh -huh. na mradi wako uliouanzisha uh -huh. eh, nitokewa kuvutiwa nao nikasema uh -huh. ili ndio tegemezi pekee ambayo inaweza kunitoa hapa nilipo. safi kabisa hmm. Dodoma ni kwa wazazi au ni kwako ulikuwa umepanga? Hapana mm -hmm. kwetu kabisa, nilipozaliwa ni Tabora Okay. yaani yani kama nitegemezi kunifamilia, kwa hiyo lazima nipambane ili okay. kufikia malengo fulani. kwa hiyo Dodoma ulikuwa unafanya kazi? E, Dodoma nilienda kwa sababu ya shughuli mbali mbalimbali, kama okay. ivo kujishughulisha ki okay. nishafanya kazi za usafi makampuni mm -hmm. tofauti tofauti okay. e, na kazi zingine kama mm -hmm. nilipambana kwenye kazi za usafi nikafanikiwa, mm -hmm. kupata mtaji, nikaenda kujisomesha chuo cha urembo okay. e, kwa hiyo okay. hapa nikasema, mm hapa -hmm. cha msingi ni kutafuta mm dada Joyce uh -huh. Ili niweze kupata mtaji uh -huh. e, nikajiajili mwenyewe wa wow. mm. Kwa hiyo mipango yako ni kuanzisha biashara okay? gani? Uh, kwanza kabisa endapo kama Mungu atanisaidia uh -huh nita tamani yani, kitu ni mambo ya urembo. mm -hmm. Eh, kwa sababu nimejifunza makeup artist. Okay. Na kusuka kila kitu vyote unaweza eh, kila kitu naweza vizuri kabisa. mm -hmm. Okay eh. Sawa, sasa hivi umekuja kutafuta mtaji eh. Haya basi, karibu Sante. Eh, karibu sana. Kwanza nimefurahi umekuwa unanifuatilia muda mrefu. Mm. Kwa hiyo kuhusu ajenda za wanawake kujipambania, mm, kujitafutia, mm, kujijenga kiuchumi, mm, hizo sio mpya. Mm. Eh, manake unajua kabisa kwamba hizo ndio sera zetu hapa na ili uweze kwenda kufanikiwa kwenye hii kazi kama nilivyotangulia kusema, mm, ni lazima umfikirie bosi wako unaenda kumfanyia kazi. Shana. Yani, usijiwazie wewe. Ukijiwazia wewe hautafanya ile kazi vizuri mm, lakini ukiwa unawaza yeye anahitaji gani na, umfanyi, kwa kwa nini nini kakupeleka pale nyumbani kwake ufanye nini, na hivyo vitu ambavyo anataka umfanyie unaweza kuvifanya kwa ubora gani? Ukiwa na huo mtazamo utashangaa mwaka umeisha kufumba na kufumbua, na bosi wako ana amani yeah. Kama ulivyomsikia dada Husna, bosi wake anamuuliza vipi, utarinyu mkataba. Yani bosi anaona kwamba bado anakuhitaji nyumbani kwake lakini na wewe utatimiza malengo yako ya kupata mtaji na utakwenda kuanzisha biashara zako. Mwishowe utakuwa huru na utaweza kuendelea na maisha yako mengine, kwa sababu mimi na nachowafundisha wanawake ni kwamba hata kama unaolewa usiwe tegemezi, hata kama unaolewa na tajiri mwanadamu, mwana ni mwanadamu tu kuna leo, kuna kesho. Leo anakupenda kesho, utashangaa amegeuka, au anaweza akatangulia mbele za haki. Jamani, si si ni binadamu. Mm -hmm, e, hutakiwi kukaa unamtegemea binadamu hata siku moja. Ukipata mwanaume ambaye labda ana uwezo, ni bora ujitahidi sana, yani wewe ujiimarishe kwenye biashara yako. kama mm -hmm. ulikuwa una saluni ndogo, basi iwe kubwa, kwa sababu yesi anakusapoti Mm. E, lakini usiwe kwamba nimepata mwanaume anaonekana labda ana uwezo uwezo, basi we unaacha shughuli shughuli zako, unaenda kukaa nyumbani, unafanya shughuli ya kwanza kumpikia na kumfulia. Hapana, hapana, hiyo imewafanya wanawake wengi sana wanateseka sana, wananyanyasika, wanapitia mateso mbali mbali. Sasa lazima tutoke huko, umenielewa Dada Amina? Ndiyo. Ya mimi nakutakia kila la heri, naenda kapambane hizi mm. Kazi sio nyepesi, sio rahisi, lakini ukiwa na moyo mm wa kuamua kupambana unaweza. hmm. Sawa, yes. yes. Yani, saa sipendi kuambia watu labda ni kazi rahisi. Hapana, hakuna kazi rahisi. hmm. Eh, hata kukaa tu nyumbani sio urahisi, kwa sababu utakuja kukutana na ugumu wa umaskini, nako ni kugumu. Kwa bora ujipambanie, ujue mwisho wa mwezi kuna kitu unapata na kinakupa uwezo wewe wa kuishi maisha unayo yataka. Nakutakia kila la heri. Karibu sana. Nenda katuwakilishe vizuri.